E, wewe wenda umampie na mimi. Wacha kila mtu aize maiza yake, Aro. Yes, alo mami, habari yako mami? Ani msuri <laughs> Naongea na Steven Odongo, atio tuonga, Steven Odongo, atio Steven Odongo. Steven Odongo, niko Nairobi, mmiliki wa makampuni tofauti humu nchini niko na makampuni Kenya, niko na makampuni Tanzania, niko na makampuni Uganda, eh hey. eh sasa nilikuwa natafuta mama mmoja mzuri mwenye tabia mzuri uh-huh. Ambaye eh, atakuja kuridi mali yangu eh, tuishi na yeye kwa amani nimfanyie <laughs> kile atakacho. Eh, natafuta mwanamke ambaye yuko tayari anaweza achana na bwana yake kama bwana yake anamsumbua, lakini kama bwana yake ako sawa waendelee kuishi naye. Lakini mimi natafuta mwenye wanasumbuana na bwana yake ama mwenye hana bwana, mwenye bwana yake alikufa ama hajaiolewa. Niko na magari matano nitampatia tatu ni baki na mbili. Uko tayari mami? Eh, eh pas. Ama uko na bwana? Ah, si na bwana. Bwana yangu alitoka nyumbani. E, e, e. Uko tayari kuishi na mimi ama mimi nikuje niishi na wewe? Awacha nikuje hapo, pas. Tutapatana na gwad. We have this. Umesema au na bwana kabisa? Si na bwana. Na watoto. Hata kwa dada zina. <laughs> Mam, ma mamu ni chale tu, unaongea na yeye.